Je, uamuzi huo wa Rwanda unaweza pia kuigwa na nchi nyinginezo mbali na Kenya, labda Tanzania? Umemsikia msikilizaji mmoja akisema kwamba angependa hata Tanzania ianzishwe hata kesho. Naam e, Saumu. E, wito ama hoja ya udhibiti wa taasisi za kidini mm -hmm. E, na makanisa haswa ya kisasa imekuwepo kwa muda sasa, na kutokana na utitiri wa makanisa ambayo yanaanzishwa na pia pia huduma zinazotolewa mm -hmm. Lakini nchi nyingi e, Afrika pia tukumbuke kwamba zinazingatia ya uhuru wa kuabudu, mradi tu ufuate kanuni, sheria na miongozo inayotolewa na mamlaka, ikiwemo usajili wa taasisi yako ya kidini. mm -hmm. Lakini sasa hoja inakuja na inaibuliwa na wadau kwamba kumekuwa kama na pengo katika miongozo na udhibiti wa taasisi hizo za kidini kwanza. mm -hmm. Wakihoji je, yeah. Inatosha tu kuyapatia usajili makanisa ama tunapaswa kufuatilia pia kile ambacho kinaendelea katika taasisi hizo, kama mm. zilivyo tu taasisi nyingine mm, kwa hiyo ni hoja ambayo imekuwepo kwa muda mrefu, si Rwanda si Kenya si Tanzania. Naam. Uh, Bishop, kuhusiana na hoja hii ya uwepo wa sheria na kanuni za udhibiti wa makanisa, wewe kama unayehudumu katika kanisa, unaizungumziaje hoja hii? Asante sana. Hoja hili ni hoja ambalo uh, linakuja na limekuwepo kwa wakati, na bila shaka kupata nafasi ili tukaijadili wakati huu ni jambo la maana sana. Kwanza kabisa, tunajua ya kwamba mambo ya ibada na mambo ya dini zote zinaingizwa katika katiba za nchi mbalimbali kama vile ambavyo mwenzangu ameeleza hapo awali, mm -hmm. ni kwamba katiba inaruhusu uhuru ya kuabudu Mwenyezi Mungu kulingana na utaratibu ambazo zimewekwa katika ma constitution za madhehebu hayo. mm -hmm. na hiyo pia inatokana na kusajiliwa kwa a, makanisa hayo ama madhehebu hayo. mm -hmm. kwa sababu huwezi kupata usajili bila kuwa na utaratibu ambao inazingatia mambo ya kisheria ambao inaruhusu mm -hmm. uh, kanisa ama dhehebu ama dini yoyote apate usajili wa nchi. Kwa hivyo mimi mm -hmm. ninaanza tu kwa endelea tu mm -hmm. nilikuwa nataka kukuulizia hapa katika hili swala kwamba kuna katiba, kuna miongozo ambayo tayari imeshawekwa. Je, labda kama alivyozungumza uh, Silvia Mwehozi hapa, ni namna gani unadhani kwamba kwa kweli kanisa linaweza kufuatiliwa na kuangaliwa kwa undani kuhakikisha kwamba yale yanayoorodheshwa katika kanuni ndiyo yanayoendelea katika uh, shughuli za kanisa? Asante sana, swali mzuri sana. Kumbuka ya kwamba makanisa, wacha niseme makanisa yeah, yanahudumu mahala ambapo kuna vitengo vya sheria. Kusema kweli, kila kanisa utapata kwamba kuna uh, viongozi wa kimitaani ambao wako pale, kuna polisi, kuna washikadau wa sheria mbalimbali, na ni jukumu lao sasa kuhakikisha kwamba watu hawavunji sheria kwa sababu kazi yao kubwa ni kuhakikisha ya kwamba watu wote hawadhulumiwi mm -hmm. na mtu yoyote wakati wowote. Kwa hivyo ninasema ya kwamba pamoja na vitengo hizi ambazo ziko mm -hmm. na zinafanya kazi siku saba kwa wiki siku thelathini kwa mwezi siku mia tatu sitini na tano kwa na, na, mwaka wanafanya kazi mwaka mzima, waka, mwaka. Mwaka mzima. Hivyo basi hakuna pale eh, pengo lolote ambalo mtu anaweza kujificha mm. Na hiyo ni kusema nini? Wakati ambapo mmoja amepatikana anavunja sheria mm -hmm, basi hiyo sheria itachukua mkondo wake na huyo ataadhibiwa kwa uvunjaji wa sheria. Haya, nirudi rudi kwako Silvia Mwongozi mm. akisema kwamba wanaovunja sheria watachukuliwa sheria, kumekuwa na makanisa ama madhehebu ambayo yanakuwa na manabii ama viongozi ambao ni ni, ni wachungaji waongo wanaelezea uh, sera tofauti. Labda pengine, unadhani Silvia Mwehozi, hili linaletwa li, li na nini, Saumu? Ni, naweza kusema kuna mstari mdogo sana ambao unaweza kuchorwa katika maswala yanayohusu imani mm -hmm. eh, kusababu, uh, mbae, waki, waki ro, kwa sababu unawezaje kumweleza muumini ambaye anamwamini kiongozi wake wa kiroho kwamba uh, kiongozi huyo ni lagai mm -hmm. ama ni tapeli. Eh, mm. Hapa panakuwa na changamoto kubwa sana, na katika hili tumeshuhudia baadhi ya mikasa ambayo uh, imetokea uh, inayo yahusisha makanisa. mm -hmm. Sasa utakumbuka mkasa wa hivi karibuni kwa mfano uh, nchini Kenya, ule msitu wa Shakahola, uh, Shakahola. Mm -hmm. uh, ulikuwa unaendana mle mle katika mienendo ya imani. mm -hmm. Watu walielezwa kwamba wasile chakula kwa sababu uh, Yesu anakaribia kurudi, mm -hmm. na wajitayarishe kukutana naye. Sasa linakuwa ni swala gumu kidogo. mm -hmm. uh, ku kuhoji kwamba ni nani mkweli, nani ni tapeli, nani ni muongo, ni mada ambayo imekuwa na ugumu kidogo, lakini swali kubwa pia lililoibuka ni kwamba mm -hmm. mamlaka za nchi kama anavyosema Bishop hapa mm -hmm. mamlaka za nchi zinakuwa wapi katika kubaini kile kinachoendelea ndani ya makanisa, amesema mm -hmm. kuna viongozi ambao wanafanya kazi wa mtaa, lakini wanaweza kweli kwenda kufuatilia ikiwa sheria zina zipo uhum. Na kanuni zipo ambazo zinasema kwamba uhum. makanisa yatafuatiliwa, pengine wanaweza kwenda kufuatilia kile ambacho kina ki kinafanyika ndani ya makanisa uhum. Lakini kama kanuni hazisemi hivyo, ina maana uh, kanisa likisajiliwa linatoa huduma zake, basi litaendelea na na, na shughuli zake kama kawaida hakuna haja ya kufuatiliwa, na hapo ndipo linapoibuka swali gumu kwamba swala maswala ya imani mm, ni vigumu kidogo kuyazungumzia kwa sababu waumini mm -hmm, eh, wakati mwingine wanasema in, inatokea kanisa mm -hmm, limefungwa lakini waumini wanalalamika kwamba Kwanini tumefungiwa, tunakosa chakula cha kiroho mm. mm. Bishop, katika hili swala la kanisa makanisa ama madhehebu tofauti ya makanisa eh, kuna baadhi ya hawa hawa ambao ni viongozi mapasta, waongozaji ibada, anasema mpaka upande mbegu ndio uweze kufanikiwa, mpaka eh, uhakikishe kwamba pasta ama mchungaji analala katika eneo zuri, ndio uhakikishe labda pengine. E, swala kama hili tunaweza kuchora mstari huu kutofauti wapi ama namna gani makanisa yanaweza eh, kudhibitiwa kuanzia viongozi wao katika suala zima la kutuma ujumbe bila ya, ya utapeli kuingia katika kutoa huduma ama kuelekeza umma Saumu, asante sana uh, ninapojibu swali hilo lako mm -hmm, ambalo la ni la maana sana mm -hmm, niongezee tu kile ambacho mwenzangu amezungumzia ame, ame unapo unapokaa katika hali angalia Kenya kidogo mm. tu jambo hilo la Shakahola mm. Wakati ambapo watu wengi sana walipoteza maisha yao, sio watu wawili, sio kumi, sio mia moja ama mia ya watu mm -hmm. Kusema kweli ah, kusema kweli swali ambayo tutauliza ni kwamba walinda usalama walikuwa wapi kwa wakati huo? mm. Kwa hivyo si ajali ambayo imetokea siku moja, ni kitu ambacho kime lakini nani wa kuwajibishwa ikitokea maswali kama haya, Bishop Rudia. Nani wa kuwajibishwa ama tunawawajibisha kwa namna gani ikiwa masuala kama haya yatajitokeza? Yeah, yeah. Watawajibika kwa sababu hawa viongozi ambao ninazungumzia kutoka mitaani na katika maeneo hayo wanafanya kazi na wananchi wa maeneo hayo. Mm. Sasa kumbuka wakati ambapo sehemu moja watu wengi wanaaga watu wanakufa hivyo hivyo tu, na wale walinda sheria wote ni kama wamefunga macho. Mimi naona hapo kuna shida kwa wale mm ambao wanastahili pia kulinda na kutusaidia ili tuamke haraka, kwa sababu ni kazi yao. Naam, bila shaka. Basi, kwa kumalizia turudi kwa kumalizia nilitaka tu nijazie neno moja tu, muda umetutoka kidogo. Nilitaka kuuliza wewe, unadhani oh, kwamba hii sheria inapaswa kutekelezwa kweli, makanisa yafuatiliwe eh, na serikali? Kwa kumalizia tu kifupi, muda umetuacha. yes. Sheria lazima ifuatiliwe mm -hmm. Kwa sababu sheria ni ya kulinda wote walio kanisani na wasio kanisani. Asante sana Bishop. Wakati uvunjaji wa sheria mm -hmm inapotokea lazima ifuatwe kabisa, na ifuatwe, na sisi kama watumishi wa Mungu tunakubali. Asante ah, sana. Naam, shukrani sana msikilizaji na mtazamaji, muda ndio umetutupa. Asante eh, sana Silvia Mwehozi, ni kushukuru pia Bishop, ni kutakie wakati mwema. Asante, endelea kuwa nasi.